Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa 69 media e, karibu sana. Mimi naitwa Ali Adabu, hope so tayari umesha subscribe na kubonyeza alama kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni ishu nzima ya Harmonize pamoja na msanii wake Ibra, ambao wawili hao wamefikia kwenye makubaliano ya bosi ambaye ni Harmonize kumwambia msanii wake Ibra amlipe kitita cha shilingi bilioni moja yani Ibra ailipe eh, Konde Gang na uongozi wake shilingi bilioni moja za Kitanzania ili apate nafasi ya kuondoka pale Konde Gang. Sasa kati ya vitu ambavyo mezua mjadala mkubwa ni baada ya wa wawili hawa yani, Harmonize pamoja na Ibra kuanza kurushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii huku eh, watu wengine pia wakiingilia huu gomvi wakisema kwamba na vitu haviko sawa baina ya watu hawa, na mojawapo ni hivi vya kurushiana maneno mitandaoni. e, kila mmoja alizungumza la kwake, wengine pia wakawa wanasema Ibra e, sababu ambayo amepelekea yeye kuhitaji kuondoka pale Kunde Geng alikuwa alihitaji kiasi cha fedha kwa ajili ya matibabu ya mama yake, lakini uongozi haukumpatia. And then baadaye pia ikabidi yeye mwenyewe afanya maamuzi ya kuondoka pale Geng. Ndio maana amepelekea sababu hata uongozi wa Konde Gang kumwambia bwana, kama unahitaji kuondoka hapa, basi lazima ufuate protocols za mkataba tuliokubaliana mara ya kwanza, na ikabidi alipe kiasi cha shilingi bilioni moja na baadaye pia Harmonize akawa ameonyesha kumchangia Ibra kupitia eh, namba yake ambayo pia alikuwa ameiweka pale akiwaambia Watanzania kwamba wamchangie ili mradi apate fedha ya kumtoa pale Konde Gang na Harmonize, yeye alifanya hivyo kwa kumchangia shilingi laki moja, na pia mwamala kwenye Insta story yake pia akaandika vitu vingi, akaandika asio brother I donate laki moja, haya watanzania tumuunge mkono chinga tufike 1 bilioni iliyopo kwenye mkataba hata mimi yalishawahi kunikutaga nikapambana nikalipa milioni mia sita mm. Kwa hiyo hapa akakumbushia ishu yake ile ya WCB ambayo ilimlazimu yeye kutoa milioni mia sita ili mradi avunye mkataba na WCB, lakini ishu ikazidi kuwa kubwa zaidi kwa upande mzima wa Ibra na Harmonize. Na tukaona pia Ibra akaja kuandika posti ndefu e, akaandika kwamba sitokusifu roho mbaya na wala sitokutangazia mabaya yako ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia ninachoamini, msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa, umenisaidia sana e, kaka Konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka nimuue mm -hmm. Kikatili, wakati nguvu za kupambania ninazo Kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya, sema nini kakaangu? Sante maana hata nikiongea mimi e, maskini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri. Najua lengo lako ni nikose ni, ni kabisa msaada, ili nije tena kukuomba uniite chumbani kwako, kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela, naendelea kukutunza maovu yako mengine kwa sababu naamini utabaki kuwa kaka. E, kwenye maandishi kidogo Ibra alikuwa anaandika naishi kwa kitete, kwa hiyo hata e, kwenye usomaji pia alikuwa analeta changamoto. Lakini kauli ambayo imefanya watu wengi waizungumzia hii issue Harmonize na Ibra ni kusema ya kwamba e, nije kwako e, nikitaka pango niite chumbani E, kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindwa, yani likashindikana kabisa bana. Sasa hapa alikuwa anamaanisha kwamba ulikuwa ukihitaji fedha kwa Harmonize, lazima kuita chumbani, na huko chumbani ilikuwa ni jaribio ambalo yeye Ibra anasema lilishindikana kwake kufanyika. Yani akasema pia kukuongezea, mimi sio chakula bro. E, mimi ni msela, naendelea kukutunzia maovu yako, kwamba Ibra yeye hawezi kufanya kile ambacho Harmonize alikuwa anamuitia huko chumbani, kwa hiyo ndo akamjibu kwamba mimi ni msela na siwezi, mm, kufanya hivyo vitu ambavyo wewe eh, unataka mimi nifanye. Sasa baada ya haya maneno watu wakazuka na eh, taharuki na kujiuliza kwamba inakuwaje Ibra ambaye tunajua yeye alikuwa ni msanii wa Harmonize anazungumza maneno haya, basi pengine yana ukweli ndani yake, maana Ibra alikuwa ni msanii wa pale pale, labda hivi vitu ambavyo anavizungumza sasa hivi vitu ambavyo vilikuwa vinatokea, lakini baadaye pia Harmonize akaja kujibu, anasema ya kwamba unaweza ona sija sijawekeza chochote ila tambua, e, nilishawekeza kila lilo ndani ya uwezo wangu, utu na thamani yangu. Kwa kuwa leo mdogo wangu naniambia dunia kwamba mimi sina utu katika watu, basi nikafiri kiasi hiki licha ya kwamba nilikudekeza na kukuona mdogo wangu, kama malipo ndio haya, mbwaye mbwaya Lazima ulipe deni kaka, don't need you anymore. Pay the label, na kutrendisha ili watu wajue na waone ukweli, ila kulipa utalipa kama nilivyolipa superstar. Congrats kwa kujitangaza e. Akaandika hapa neno ambalo kidogo haliko vizuri kulitamka kwenye e, vyombo vya habari lakini pia akaendelea pia, ila binafsi na kujua huna hata dalili hizo, aliyekudanganya I feel sorry for you kwa sababu haipo kwenye mkataba kwamba tuli sign akaandika tena hilo neno ambalo pia haliko vizuri kulitamka, alafu akasema hilo neno au mtu makini. Kwa hiyo hapa, Harmonize akawa amemjibu Ibra juu ya kile ambacho Ibra amekizungumza kuhusiana na ishu ya yeye kuitwa chumbani na Harmonize, akazungumza kwa staili hiyo hapo and then vitu vikazidi kuwa vikubwa sana mitandaoni. Kila mtu akawa anazungumza la kwake, e, watu wakaja juu. Mtu kama Idris Sultan na yeye akaandika utani jua hili swala ambalo ilikuwa linaendelea baina ya Ibra na Harmonize. Akaandika, Harmonize na Ibra wapo ofisini mmoja, wanapishana kwenye ngazi, Ibra akasema ni aje bro, Harmonize akajibu fresh gengen dakika sita baadaye Ibrah ameshika simu, yupo insta na posti, unajua bro konde, tumepishana hapo kwenye ngazi, hujanipa nafasi ya kukwambia la moyoni. Ila Harmonize akamjibu insta, tatizo wewe unaongea polepole pole, alafu unachanganya r na l. Mimi nipo bombokla, ni kama umenikata, ila akitokea mtu mwenye hela zaidi anayeweza kusikiliza unavyoongea atanipa 1b to c doctor sii inaelewa hapo sasa, ye Idris Sultan alikuwa anachagiza kwenye upande mzima wa utani, lakini pia Baba Levo naye pia hili swala lilimgusa, akaandika we kira ndage, hebu fikiria mtu nimetoka naye mkoa mmoja, umesema unamsaidia alafu anakuomba hela ya kodi unamwambia aje chumbani. Ulitaka umchane mdogo wako mademu wote ulionao bado alitaka e, kumwingilia homboy wako. chito kicho ambacho amekiandika baba Babalevu. Yani, e, watu wengi wameshikwa e, e na hasira wengine pia wamekasirika na maneno ambayo e, ameongea e, e, Ibra, juu ya Harmonize. Kwamba, Harmonize ilikuwa ukiitaji fedha, wanasema alikuwa anakuita chumbani so chumbani, haijulikani anakuita kwa ajili gani, lakini alikuwa anakuita chumbani so baada ya haya maneno kuwa mengi baadaye Ibra akawa Ibra na Harmonize wakaitwa hmm, Baraza la Sanaa la Taifa wakaitwa pale e, kwa lengo la kusuluhisha, maana Basata ndio walezi wa sanaa nzima na wasanii wote kwa ujumla. Kwa hiyo wakawaita vijana, baada ya kuona vijana hawako vizuri e, wanajibishana maneno ambayo pia watu walipatwa na hofu juu ya lebo za muziki Tanzania. Basi asubuhi e, Ibra alifika pale asubuhi ya leo. Ibra kafika mapema sana, so Harmonize e, hakufika kabisa pale Basata, lakini haijajulikana kwa nini hakufika, ila Ibra e, alipofika alisema mimi nimeitika wito wa Basata, wametuita asubuhi na mimi nimefika. Ilikuwa ni ishu nzima ya mimi na Konde Gang tumezungumza, lakini mengi zaidi atasema baadaye lakini watu wengi wamekuwa na maoni juu ya hiki ambacho kimetokea e, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Wadau mbalimbali wa muziki, wasanii wamekuwa wakizungumza vitu vingi sana, na watu pia wakakumbushia ile siku ambayo Harmonize alikuwa airport pale akazungumza maneno mengi juu ya Diamond Platinumz, na wakasema kwamba maybe it's a matter thing of like father like son, yani yani kuna kitu ambacho Harmonize ali kukipitia lakini pia anakifanya kwa watu wengine kama darasa. Maybe pia huenda ikawa hivyo, lakini ikapita kwenye kurasa wa DJ Venture, mmoja kati ya watu ambao waliwahi kufanya kazi za radio TV na club kitambo sana mkongwe huyu, akasema kwamba watu waliokaribu wakitofautiana ni vyema wakarudi na kuyazungumza yale wanayotofautiana, kwani ugomvi ukishamiri wale walio nje wataamini maneno yale. E, atakaoonyesha kuwa ameonewa kwamba e, kwamba watu wakizungumza huko, basi maneno watu kuwa wanaamini. Lakini stori imekuwa ni hii kwamba e, kwa nini umwite mtu chumbani e, ili apate fedha. So hii ni stori ambayo watu wamekuwa wakizungumzia sana. Pengine pia nawe una nafasi ya kushea hiki ambacho nimekuletea, e, kwenye komenti hapo, ukaandika chochote juu hacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii kati ya Harmonize na Ibra. Je, yeah, unahisi nini ni shida ambacho kimepelekea mpaka hawa wawili kuwa kwenye mtafaruku mkubwa hasa huko mitandao ya kijamii? e, maana tayari mtu kama Diamond Platnumz jana amepost picha akiwa ameambatanisha na wimbo wa copy and paste wa Ibra, na watu wamezungumza mengi ya kusema kwamba Diamond anazidi kumpa jeuli Ibra kwenye hii changamoto kati yake na Harmonize. Basi andika kwenye comment hapo ni kitu gani hasa kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii baina ya Ibra na Harmonize. Mimi naitwa Ali W13, hapa ni 69 Media ama